Ok, namna okay, um, ya kuunganisha video hapa hivi ni mi-download uh, video zako mbili. Kuna hii hapa ya kwanza ya sekundi tatu na hii hapa la Okay, na kuna hii hapa ya juisi, japo hiyo nilirekodi mimi, lakini tutaitumia hiyo hiyo kwa sababu ni kama mfano. Kwa hiyo, uh, hatua ya kwanza, kama kawaida, tutatumia Instagram. Kwa hiyo tutaingia katika Instagram yetu, tutaingia hii sehemu ya, utaingia kwenye profile kama kawaida, utaingia sehemu ya jumlisha ile kama kawaida, hatua ni zile zile, utaingia sehemu ya Reels. Baada uh, ya hapo uh, starting editing katika simu, inategemea na simu, katika simu yako utaona hapa uh, utachagua hapo. Kwa uh, mfano kama mimi, mpaka ni bonyeze pale kwenye manage, ndio zitakuja kama hivi. Kwa hiyo hapa katika kuchagua, unatakiwa kwanza uchague ile ambayo inatakiwa ianze, siku ya sikuni tatu ya pili, ya katikati inatakiwa ile ya juice na ya mwisho ni ile ya sekunde sita ambayo ni ya mwisho. Kwa hiyo baada ya kuziselekti, unaselekti allow. Baada ya hapo unaziselekti tena <laughs> au kama simu, katika simu yako, ewe, kama, kama katika simu yako wewe, kwa sababu inategemea na simu, kama jinsi nilivyokuambia, kama katika simu yako tayari zishakwenda kule, basi hauna haja ya kuselekti tena, lakini mimi hapa kama jinsi nilivyokuambia ni mpaka nizitoe kwenye simu zije hapa kwenye gallery ya kwenye Instagram alafu tena ni select tena ziende kule. Kwa hiyo hapa ngoja nizichague tena katika mfumo ule ule, ya kwanza, ya pili, ya tatu hiyo alafu nabonyeza next. Baada ya hapo sasa ndo zinaingia hapo, oh? Katika sehemu ya kuedit, katika ile panel ya kueditia. Okay? Itakuja vile kama jinsi unavyoonyesha. Ikija vile sehemu ya music huku chini kuna button mbili, kuna sehemu ya continue, sehemu ya next, lakini pia kutakuwa kuna sehemu ya skip. Kwa hiyo ikioja hivi ile sehemu ya music music, kwamba uchague music, hapana, utaki kuchagua music. Kwa hiyo utarudi, utabonyeza uta, sehemu palipoandikwa kwa nimebonyeza kwanza ili mradi nije kuelekeza baadaye. Kwa baada ya hapa ukishafika hapa una select kile kitufe cha chini kabisa kushoto sehemu ya edit video. Baada ya hapo utabonyeza hii go, go it. Baada hapo utaistopisha kwanza, utarudi nyuma, utaiplay sasa kwanza ili mradi kuiangalia kama e, utaiplay kwanza ili mradi kuweza kuiangalia kama je yeah, kipande kile cha kwanza kimekaa kama kilivyo, kipande cha kati kimekaa kama kilivyo na cha mwisho kimekaa kama kilivyo, na kuna zile sehemu za eh, kwa mfano katika kipande cha mwanzo, ngoja kwanza ni play ni uone, uone je unasumbuka na pressure kupanda, tumia juice hii okay. Uh, nafikiri wewe mwenyewe umeona kuna, kipande cha kwanza kuna hii sehemu ambayo ukishamaliza kusema tumia juice hii, kuna hii sehemu ambayo kuna, un, unanyanyua mkono hivi kuweza ku pause uh, video au kuweza kunasailsehu sasa, kuna namna eh, ya ya kukata, ni, ni kukata, kukata, kukata uta select hicho kipande hapa hivi katika hii panel ya kurekodia, uta select hicho kipande ambacho ni cha kwanza kabisa, usha select inakuwa selected. Baada ya hapo uta play sasa, alafu ikishafika katika ile sehemu ya ikishafika katika ile sehemu ya kuz, kukata una stop. Pale pale huu mstari huko na huu mstari wa katikati, wakati tukisha play kuna mstari mrefu hapa katikati ambao utakuwa una, wakati kisha play huko na juu na play na huko pia, katika ule mstari video inakwenda. Kwa hiyo ukistopisha huu mstari unakuwa upo pale sehemu ambako uliko stopisha, okay. Kwa hiyo baada ya hapo ndo tunakwenda sasa kukata, lakini kabla ya kukata na tutenganishe kipande, yani hiyo inaitwa. Yani, utakuwa utenganishe kipande kile unataka kukata na hiki kipande cha mwanzoni. Ok, ngoja kwanza tuanzishek mim kama hapo tayari nimesha tumia juisi hii, kwaho nimesupisha pale, lakini ngoja nirudi nyuma kidogo. Nataka ni nirudi nyuma tena kidogo Hapo okay, hapo kwa baada ya hapo uh, utarudi uta nyuma huku mpaka e, chini huku, katika hizi tools za kueditia, uta utahakikisha kwamba upande ku, wa e, kushoto kabisa kuna neno mea, kuna ile tool imeandikwa edit. Hakikisha iko vile, ukiwa hauoni kile kitu vile, basi utabonyeza kuna arrow ambayo itakuwepo pale ambapo itakuwepo ile arrow alafu utabonyeza ile arrow mpaka kitokee iko kialama au hiyo hiyo tool tool ya ya, ya, ku, ku ku edit edit. Ukishatokea utabonyeza hiyo tool ya ku edit. Ukishabonyeza okay, itatokea kitu kama hichi hapa. Kishatokea kitu kama hichi no, nime nimebonyeza nime vibaya. Kishatokea kitu kama hichi sasa, uta scroll kwenda huku upande wa kushoto, hizo tools zitatokea, tools nyingine upande wa kulia. Okay, kuna tool moja hapa uh, ambayo ipo upande wa ni ni, ni ya pili kutoka mwishoni ya upande wa kulia imeandikwa split. Kwa kama jinsi nilivyokuambia kwamba hatua ya kwanza utakuwa utenganisha, yaani split maana ni kutenganisha kipande ambacho unataka kukikata na kipande ambacho kipande ambacho ambacho unataka kukiondoa maana yake ndo kukata hivyo na kipande ambacho unataka kukiacha ambacho tulichoanza nacho. Kwa hiyo tuta click neno split. Ukisha click in the split, ukiangalia pale katika ile panel ya kueditia, tutaona kwamba imekuwa split di na kile kipande ambacho unataka kukikata ndo kimekuwa highlighted, yani kimekuwa selected. Baada ya hapo utabonyeza neno delete, hii hapa tool ya delete ambayo ni nyekundu, ambayo imeandikwa neno delete, hapo utabonyeza. Italeta haya maneno kwamba if you continue this clip will be deleted from your video. Kwa hiyo utabonyeza discard. Baada ya hapo itakuwa tayari kimeshaondoka. Hebu ngoja sasa tu play tena, na nafikiri umeona kwa hiyo um, tumeondoa kile kipande, baada ya hapo maanake itoka kile kipande. Sasa, hatua ya pili inayofuata ni hatua ya kuongeza sauti hii clip. Ngoja kwanza nikuonyeshe kwamba hizi clip mbili, hii clip ya juice na clip ya kwako, clip ya kwako ina sauti ndogo, ngoja nikuonyeshe nafikiri wewe mwenyewe umeona sauti ya juisi, ya kutengeneza juisi iko juu zaidi, na sauti ya kwako kwa wewe iko chini. Kwa hiyo uh, hapa kuna, kuna, kuna, kuna vitu haviko sawa. Ulikuwa umesimama mbali sana, kutokana na jinsi ambavyo nilivyokuwa nimekuelekeza. Eh, kinatakiwa kionekane na kifua. Kwa hiyo wakati unafuata yale maelekezo kajikuta sauti yako iko mbali, ikawa niliu ndogo. Kwa hiyo haina shida, lakini tunakwenda sasa. Unatakiwa tuipandishe hii sauti ya hii clip yako ya kwanza. Kwa hiyo kufanya hivyo, unatakiwa kwanza kuiselect hiyo clip yako, unatakiwa <clears throat> okay, kuiselect kwanza hii clip yako ya kwanza utaiselect pale, baada ya kuiselekti kuna sehemu hapa chini katika hizi tools, kuna hii sehemu chini hapa imeandikwa volume. Kwa hiyo uh, tool ya volume. Kisha ibonyeza. Oh, iko mpaka mwisho iko asilimia mia. Kwa maana yake hapa hatuwezi kuongeza chochote iko asilimia mia. Kwa hiyo hapo hatuwezi kuongeza chochote, tunaacha kama ilivyo, hatuna na namna. Kwa hiyo tunarudi nyuma. Baada ya kurudi nyuma, uh, sasa tunaendelea mbele kabisa kwenye ile klipu inayoendelea inayofuata. Klipu inayofuata ni hii hapo. Ngoja sasa tu play hapa tuone inavyoanza na inavyoishia, kama kuna sehemu ya kukata. kudhibiti na kutukomeza kabisa pressure yako, basi jiunge kwenye group yetu la WhatsApp la kule la kabisa, kwa kubonyeza kitufe cha WhatsApp chini ya video hii. Je, unasumbuka na pressure kupanda? tumia Okay, naona kile pale hakuna sehemu ya kukata, kwa hiyo tunashumu kama tunafanyaje? Inananiliu inakwenda hivyo hivyo. Kwa hiyo hatua inayofuata ni hatua ya kuweka yale maneno ambayo uliyoyaweka pale e, katika ile sehemu clipu ya kutengenezea juisi pia inatakiwa ya display katika hiki e, kipande chako cha kwanza. Okay? Inatakiwa display. Sawa, kwa hiyo display vipi? Ngoja tuone hapa pa, utaanzisha video yako mwanzo, alafu then haya maneno hapa. Ngoja kwanza tuangalie maneno hapa imeandikwaje. Tumia GC hii kwa siku mara mbili kwa wenye pressure ya kupanda. Haya, tarudisha nyuma, utaingia taingia sehemu ya text hapa chini. Katika tool ya text tutaandika tumia GC hii, tutaandika maneno haya tumia GC hii kutwa mara tatu mara mbili kwa wenye pressure ya kupanda, okay. Kwenye pressure ya kupanda baada ya hapo, uh, nitabonyeza ile sehemu ya A pale, kwa sababu nataka ya, ya iwe nataka hiyo hivyo. Kwa hiyo itabonyeza ile A na mradi kubadilisha ile background ya nani leo baada ya hapo Jee, a, na panda, ok. Baada ya hapo unatakiwa uhakikishe yale maneno yamekuja juu, yanataki kuonekana kati pale okay. Jee, Okay. <laughs> Cha kufanya pale unahakikisha unachukua una, una, una, una yale maneno na yapeleka pale juu. Ukishapeleka pale juu yale maneno unayakuza hivi kidogo mradi yawe makubwa sawa sawa eh? Na kufanya hivyo uh, nafikiri hapo una, una, u, ukiwa pale pale, pale wakati wa kuandika utayachukua, uh, uta, uta hivi kwa kidole utapeleka pale juu, yanachukulika kwa kidole utapeleka pale juu alafu utayakuza. Okay? Baada ya hapo Utabonyeza neno done pale chini, litakuwepo pale neno done pale chini, e, kwa chini pale utabonyeza hilo neno done, utakuwa umemaliza ume kwa hiyo ume, maneno yatakuwa yanaanza pamoja na ile clip ya kuanzia. baada ya hapo... ule unasumbuka na presha panda tumia juice hii chukua beetroot ikatwe yi vipande chukua. Okay, na sasa haya maneno haya maneno haya huku katika kipande cha, cha kumalizia hiki kuna sasa, unatakiwa uweke maneno yako mengine sasa. Kwa hiyo hakikisha huu mshale umeanza katika hiki kipande hiki kipande cha, cha, yani kuanzia hiki kipande cha mwisho. Kwa hiyo mshale huu, kama nilivyokuambia, huu mshale ambao umesimama, huwa ambao niliokuelekeza kwamba clip ikiwa ina, natembea na huu mshale unakuwa unatembea. Kwa hiyo hakikisha unaanzia pale ambako Eh, clip yako inataka kuanzia. Okay, inataka kuanzia hapo hapo. Haya, utaklik ile sehemu ya text hapo chini, si ile tool ya text tet uta, utaiklik, ndo tool ya kuandikia maneno sasa. Hapa uandiki yale maneno, sijui tumia juisi. Hapana, kumbuka, hapa ni maelekezo mengine ambayo, uh, unawaelekeza kwamba kama unahitaji mafunzo zaidi ya uh, kuondokana na pressure click uh, kwa hiyo unaweza ukaandika yale maneno. Uh, kama unahitaji mafunzo zaidi ya kuondokana na presha ya kupanda. Ok, hapo hapo <coughs> unaweza kuacha hivyo, alafu hii tutaiweka juu kwa sababu kuna juu na chini. Okay, kwa sababu video yako umeirecord hivyo kwa maana yake itaweka maneno juu na chini. Kwa hiyo maneno juu ya juu yatakuwa ni kama hivyo. Kama unahitaji mafunzo zaidi kuondokana na pressure kupanda unaweka nukta zako tatu kuashiria kwamba maneno yanaendelea. Baada hapo nitabonyeza nitabonyeza hilo neno done kule juu kabisa kulia. Alafu nitachukua maneno nitayapandisha pale juu. Mwana hapo nimeyapandisha hapo juu. Umeona hapo nimeyapandisha hapo juu, sawa. Alafu unayakuza hivi kidogo, mradi yayo yanaonekana katika ile tangazo hiyo inaonekana. Baada ya hapo tutabonyeza neno dan hapa chini, alafu taandika maneno mengine ya kumalizia, tutaweka hapa chini, tarudi tena hapo takliki, tutaandika maneno mengine kwao huko um, juu, anasema kama unahitaji maneno kam, mafunzo zaidi ya kuondokana na pressure ya kupanda, utamalizia bofya kitufe cha WhatsApp chini ya video hii kujiunga <coughs> kujiunga na group, utamalizia hivyo. Kwa utaweza tena hii tool ya text, utamalizia hapo, bofya kitufe cha WhatsApp chini ya video hii kujiunga na group au unaweza kusema kujiunga na mafunzo. Baada ya hapo, utamueza neno dan alafu haya maneno yatakuepo yata, yata, yataziba yata, hapa kati. Kwa hiyo kama kawaida, utayachukua na kidole utaweka chini pale, alafu utayakuza kama hayo ulivyoyakuza K okay, nilikuwa nimekosea pale. Kota click tena hii eh, takliki neno edit, yapo tarudi chini chini pale takuza Je, unasumbuka na pressure ya kupanda? Tumia juisi hii. Chukua beetroot isage katikati vipande. Okay, kama tunaona hapa maneno yote tayari tayari tumeshana niliko au manake, anapo clip ya mwisho inapoanza, kunakuwa na yale maneno yote. Kama unahitaji eh, mafunzo zaidi kuondokana na pressure ya kupanda, bofya kitufe cha WhatsApp chini ya video hii kujiunga na group. Baada ya hapo sasa unatakiwa una uiplay hiyo clip ya mwisho, haya hayo maneno yanatakiwa yaonekane mpaka mwisho ya clip ukiwa inamalizika. Sasa je, tuangalie, je inaonekana? Ah, tuna play. kutokomeza kabisa presha yako, basi jiunge kwenye group yetu la WhatsApp la kule kabisa kwa kubonyeza kitufe cha WhatsApp. Haya, umeona hapo maneno yale, haya, haya, haya, haya display mpaka mwisho, kama unavyoona haya display mpaka mwisho. Kwa hiyo unatakiwa kitu gani, unatakiwa ufanye hapa? Tunaingia hapa katika hii panel sasa ya ku panel hii ambayo tulikuwa tunaingizia maneno kama, kama ulikuwa una notice, kila tukiingizia neno kuna kitu hapa chini, kuna kibox hapa chini kinakuwa kinakuwa added. kama unavyoona hapa chini kuna vibox vili vimeandikwa A ndogo, A ku, A kubwa, A ndogo. kibox cha juu ndio maneno ya juu na kibox cha chini ndio maneno ya chini. Kwa hiyo hivi vibox kama unavyoona vime vimeanzia pale ambapo video inaanzia lakini vimeishia katikati. Kwa hiyo inatakiwa pia viishie video inapoishia, kile kipande cha mwisho kinapoishia. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni nini? Unatakiwa uklik kipande kimoja baada ya kingine, alafu unakivuta, unavuta nini? Ngoja kwanza nikuonyeshe. Kuna kliki mfano kipande cha kwanza. Baada hapo ukishakliki, kuna kuwa kuna kama mishikio upande wa kulia na kushoto, kuna kuwa kuna kama mishikio fulani kama vim, kuna vimshale vi fulani hivi ambavyo vimejitokeza upande wa kulia na kushoto hivi vile ile, ndio mishikio. Ina maana ya kwamba unaweza ukavuta upande wa kushoto, unaweza ukavuta upande wa kulia, pia unaweza ukavuta hiyo, maneno yakavutika, maana yake ni kwamba yakawa yamesogea mbele ya video pia. Kwa hiyo tutavuta upande wa upande wa mbele, kwa sababu ndio ambapo tunataka uh, maneno yetu yavutike kwa mbele. Kwa hiyo hakikisha kidole, unachukua kidole chako hakikisha unashikilia, unashikilia hapa katika hii mshale wa kuelekea kulia sawa, eh? wala ushikilie hapo katikati, ukishikilia hapo katikati una move maneno yote. Kwa hiyo unatakiwa uhakikishe kwamba umeshikilia katika ako kama mshale, alafu unavuta kulia, unashikilia hapo kama mshale, unavuta kulia kama unavyoona hapo. Umeona, umeona? Haya, ukishafika mwishoni kuna mshale mwingine ambao wa kusimama ni wa doti doti, ambao unakuonyesha kabisa kwamba hapa ndio mwisho. Kwa hiyo unaachia na na hiyo ya chini pia hivyo hivyo, unaiclick unavuta, alafu ishafika mwisho tu ya ile video ya juu inakuambia kabisa hapa ni mwisho, kwa sababu kuna mshale ambao kuna dot dot, mshale wa dot dot na kuonyesha hapa ni mwisho kwao, unaachia kisha achia sasa. Hapo tuna play tena, tukisha play tena tuone, je maneno yanaishia mwisho. Okay, naona tumeona mm, yameishia mwisho kabisa ya ile clip. Kwa maana yake hapo ndio inavyotakiwa iwe hivyo. Okay? Inavyotakiwa iwe hivyo. Kwa kama ndio inavyotakiwa iwe hivyo basi hapo tunakuwa tumemaliza kwa upande mwingine. Kwa hiyo kama tumemaliza tunaenda tunaiposti video yetu afu tunaenda tunaidownload kama kawaida. Kwa hiyo tunabonyeza ile arrow juu kabisa upande wa kulia kuna ile arrow imeelekeza upa e, liu uh, tunabonyeza okay hapo. Shabonyeza okay. Uh, tunaenda kutunabonyeza neno share. K okay, tayari tushaposti. Ngoja tuone, k okay, video yetu tayari, kama tunavyoiona hapo ni hii hapo biti ruti katikati vipande, chukua na karoti zako mbili, katikati vipande, tia um, asali kidogo, tia na maji vikombe viwili au vitatu. Baada ya hapo, weka katika blender, hakikisha umeisaga, imesagika vizuri kabisa, kisha baada ya hapo ichuje, iwe imechujika vizuri kabisa bila kubakiza makapi. Glasi yako moja, kutwa mara mbili, utairejesha ndani ya siku kumi na nne tu. Karibu ibita kutukomeza kabisa yako, basi jiunge kwenye grupu letu la WhatsApp la kule kabisa kwa kubonyeza kitufe cha WhatsApp chini ya video hii. Okay, ndio hivyo um. Alafu utai download baada ya ku download, unafahamu namna ya ku download, kwa hiyo hiyo imeisha.